Na sisi tuendelee kuwasihi watu wetu, ndivyo tulivyo, hatuwezi kujikana. Ukiangalia hakuna mtu ambaye haoni kwamba alipojenga ni hatarishi, lakini pia ni jukumu letu kuendelea kuwaelimisha. Ila sasa tutarura na wataalamu wa bonde umwajiliaji, mkae nyinyi wote muone njia sahihi ya kufanya ni nini, tujue kwamba maeneo mengi mengi yamejengwa kwenye majiruba ya, ya mpunga kwa sisi wenyewe tumewaziba maji. Natuwe serious, tusimamie kwamba mtu asijenge sehemu kama hajapewa kibali cha ujenzi. Tuweke utaratibu kama hujapewa kibali cha ujenzi, basi uamriwe ubomoe. Kama umekuja tu umejijengea jengo, unaona hawa watu, hili bwawa linajulikana lipo tangu miaka mingi tu, na lingewasaidia wao wenyewe kulima kumwagilia na vitu vingine, lakini anakuja anajenga na hapo katikati sasa huyo una mfanyaje? Tuambie watu wetu wa mipango miji wazunguke maeneo ambayo anatakiwa, hayatakiwi kujengwa kabisa, mtu awekewe atoe kao, tusimamie taratibu zetu ili tuweze kuokoa kao. Ni waombe tupite manispaa, tuwe serious, tupite tuangalie, ni wapi umejenga ambapo hapastahili uondoe wewe mwenyewe, ni wapi hapataki kujengwa na hapa sijengwe kama ni kilimo sehemu ni kwa ajili ya kulima basi watu walima, ili bwawa lingeweza kuwa kitega ku, ku, ku, uchumi kikubwa sana kwa kilimo cha umwagiliaji eneo lote ni, hasa uwezi kulima ni, ni majumba tu ya watu hapa. Barabara hii bwawa limebomoka lime, lime, lime lakini watu mpaka tuweke walinzi hapa, ili watu wasipite. Sasa kweli eti mpaka tumkamate mtu, kwa nini unapita hapo? Ni hatarishi, basi kibidi tutafanya hivyo.